Ya. Yeah. Karibuni katika kipindi cha leo ambapo tunakwenda kujifunza namna ya kujiunga pamoja na kuuza vitu katika Sahili. Ah, nimeamua kufanya hivi kwa sababu kuna fly ambayo niliitoa inayo maelekezo ya kujiunga. Lakini kwa leo nitaomba kufafanua tukiwa wote pamoja ili kila mmoja ajue kwamba ni nini ambacho kinaenda kufanyika ili isionekane ni kitu kipya sana. Basi tutatumia simu kwa sababu wengi ninawajua, wajasiriamali wengi mnatumia simu, tutatumia simu na itakuwa katika skrini hii hapa, ambapo utakuwa unaona hatua jinsi zinavyoenda, na wewe unaweza ukafanya hivyo kwako. Naomba niweke maiki. Ah, basi kama kawaida, utachukua simu, simu yako ambayo yoyote ile sim, na utakwenda kwenye kivinjari kwa maana ya browser utatafuta hii Google Chrome au browser yote ambayo unaitumia. Kwa mimi ninatumia Google Chrome. Baada ya kuingia hapo, utakuta sehemu ambayo unaweza kaandika anwani ya, ya kitu ambacho unataka kwenda. Basi tutaandika www, naomba tuonyeshe hapa .sahili.net, kama iliyopo hapo sahili.net. Baada ya hapo ukisha ingia naona mtandao una, unaenda kidogo kidogo, lakini ikisha ingia ukurasa wako utakuwa namna hii, ambapo ukiangalia ukurasa mzima una vitu kama hivyo. Naona kama kuna bidhaa za wajasiriamali wengine walishaweka. E, kuna mtu anauza mafuta, anauza nini. Sasa, ili na wewe uweze kufanya kitu kama hiki, basi utakuja hapa juu na utaenda a hii sehemu ya anza kuuza. Hii sehemu register au anza kuuza yote ni kitu kimoja. Tutabonyeza hapa wote, ambapo itakupeleka moja kwa moja katika ukurasa wa kujiunga na ukurasa wa kujiunga register uko namna hiyo. Kuna sehemu ya username, password, email, password, email, repeat password. Sawa, sehemu ya username utatakiwa kuandika jina moja yani, jina ambalo halijaachana achana, jina lote liwe herufi ndogo, andika tu, nakupa mfano. Kwa mfano tunatumia mjasiriamali mmoja, yeye anaitwa anaitwa Keni Mashauri, kwa hivyo tunaandika jina moja kama lilivyo, Keni Mashauri. Sehemu ya username tutaandika jina moja, jina ambalo halina herufi kubwa na, yani jina lenye herufi ndogo zote. Jina moja ndio tunachoandika sehemu ya username. Kwa mfano huyu anaitwa Kenny Mashauri, jasiriamali mmoja. Hapo umemaliza, lakini sehemu ya email unaandika email yako. Huyu ni Kenny Mashauri at gmail.com. Basi hapo ndo unaandika email yako ambayo unaitumia, na sehemu ya password utaandika password ambayo utaitumia hapa. Utatumia password gani mjasiriamali? Okay, yeye ameamua kuandika kuandika kenimasha ati password utaibadilisha baada ya hapa keni masha. Sawa, utaenda hii sehemu inayofuata, una repeat tena kuandika ile ile password keni masha. Baada ya hapo unakuwa umemaliza, ah, unabonyeza hiki kitufe ambacho kinasema register. Nasubiri akaunti yako inapotengenezwa. Unaona kuna ujumbe umekuja, unasema registration complete check your mail box. Kwa hiyo naenda ukaangalie email yako, ili kuweza kuiruhusu sasa akaunti kufanya kazi. Basi sisi tutaondoka hapa, tutakwenda kwenye email ambayo ni Gmail. Wewe fungua tu email yako ambayo umeitumia katika Gmail. Utakuta meseji kama hii, account confirmation. Weifungue hiyo akaunti hiyo hiyo hiyo message, na ikishafunguka naona imeandika kuna sehemu ya link, hii linki ukibonyeza hii linki ndio sasa unaweza uka, ukawa umefungua account yako, na itakacho kifanya itakupeleka kwenye account ili uendelee sasa kuiweka vizuri ya account yako. Basi naona imeshafunguka, kuna sehemu ya picha hapa, utaweka picha yako. Naweka tu picha ya mfano. Naona tunafungua files kwenye simu. Um, labda ipo kwenye gallery. E, unatafuta sehemu ambapo umeziweka picha utakazozitumia kwa yeye ziko hapa, bas utapanda kutafuta picha ambayo unataka kuiweka kama profile, ambayo ni hii. Baada ya kuichagua, inasubiri inapandishwa, kwa sababu kuna load kunachukua muda. Utaona ikishapanda ukurasa unaji refresh. Ukishakaa hivyo, basi tunaendelea. Jina la kwanza, badala ya ile ile ile username, sasa tunaandika jina halisi, labda Kendrick. Hapa Kendrick. Last name anaitwa Mashauri. Eh, unatoka nchi gani? Ukibonyeza hicho kitufe kinakuonyesha nchi zote utachagua. Eh, wewe ni Mtanzania. Tanzania, Tanzania iko wapi? Bas ukisha select unakuwa tayari ni Mtanzania. city utaandika mji ambao upo, labda mimi nipo Kilimanjaro. Nadhani wote tunaona ndio. Baada ya hapo, hii sehemu inayofuata wanasema una, una, unaweka tu maelezo yote ambayo unajisikia, labda mimi ni mjasiriamali, chochote unachojielezea wewe kama profile yako, mimi ni mjasiriamali. Sawa. Baada ya hapo kubonyeza yote hayo itabidi ubonyeze hiki kitufe kinachosema save changes. Nadhani wote mnafuata save changes. Ukisha save changes, kama kawaida inaji refresh. Baada ya kuwa unaona hapa profile has been saved successfully. Hapo tayari una profile yako. Kinachofuatia inabidi tutengeneze duka. Profile umekamilisha. Sasa unatengeneza duka, yani biashara unayoifanya.